Kwanza kabisa kama kutazama video yote kwanza kupata kila tu kujiuliza jinsi kujaza jinsi ya kujaza taarifa zako za NIDA zipi, zi tajika, taarifa zipi zinazohitajika kujaza kwenye taarifa zako za NIDA na mambo mengine mengi nikasema, leo eh, nimekuwa nikitumia tu video za kawaida nikizitengeneza tu na kuposti, nikona kuna baadhi ya watu hawaridhishwi, lakini pia eh, wengine wanakebei. Leo nimetumia kabisa mfumo wao hapo hapo, ni Chrome, nida.go.tz. Nikakliki usajili raia, maona sasa nasoma kama inavyoelekezwa kama nilivyoeleza hapo juu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mamlaka vitambulisho vya Taifa. Ona, usajili na utambuzi wa raia, wa raia. Ona, jaza fomu ya usajili wa raia. Fomu ya usajili wa raia ni ipi? Fomu ya usajili wa raia, ni ile fomu ya NIDA ile wengi kutoka Kiswahili huko mtaani kwetu mitaani mitaani naitaga fomu ya nini? Fomu ya NIDA, lakini inaitwa fomu ya nini? fom ya usajili kwa raia. Jinsi ya kujaza fomu hiyo ndio kitu cha muhimu zaidi. Jaza fomu hiyo, nasoma kama ilivyoandikwa, na mi nitakuwa naongezea tu, ni vizuri amna nitakachobadilisha. Jaza fomu ya maombi ya utambulisho wayataifa, ona wa taifa A1 kwa kalamu ya wino mweusi. Kitu cha kwanza fomu yako lazima ijazwe na wino mweusi. Kwa nini wino wa mweusi? Mimi nawe hatujui, tufate utaratibu ulioandaliwa. Utumie penye usi kujaza taarifa zako, na kwa herufi kubwa kwenye fomu yako. Hakikisha kila neno ulilojaza umeandika umeandika. kwa nini? kwa nini kwa herufi kubwa? Kwa nini ni herufi kubwa hapo? Naweza nikatoa sababu, kwa sababu kila mtu akiandika mwandiko wake e, kuna mwingine akiandika a itasomeka kama e, e itasomeka kama o. Wenye tunajuana yandikwe kwa herufi kubwa. fomu zinapatikana wapi? Fom zinapatikana katika ofisi za usaidi wa NIDA wilaya hadi serikali za mitaa na kwenye tovuti tofauti. sana, sana wengi wetu, hey, tumekuwa tukichukua fomu hizo serikali ya mitaa ndo tumekua tukiea hapo kwenye description ya fomu hiyo, fomu yetu ni ni hapa NIDA kwa hapa utatakiwa ku download pia utaijia utaidanili, ukishai download utaijaza ndani, utai print alafu utaijaza, ndio ukaenda kukusanya kule. Wewe umekusanya barabara. Sasa vitu gani vinavyohitajika huko kwenye hizo form? Hakikisha una sign form yako ya maombi ya utambulisho wa taifa kwenye kipengele namba um, tisa, na hamsini na tisa na sitini ama uweke alama ya dole gumba wanasisitiza hakikisha katika fomu yako hiyo. Sasa ukiwa unajaza baada ya kuichukua kizingatia kipengele cha 59 mpaka 60, hakikisha umejaza kwa, yaani usaini au weke alama ya dole gumba ye, yeah, iwapo huna sign rasmi ama ujui kusoma na kuandika. Nadhani tumeelewana hapo, lakini pia kitu kinachosisitizwa eh, kugongwa muhuri fomu yako igongwe muhuri wa utambulisho wa serikali ya mtaa unakoishi Unaweza ukaenda ukasema, mimi mbona naulishwa kila siku, kumbe mnanili. Unagongewa muhuri labda, sio unagongewa muhuri labda wa mwenyekiti wa mtaa au kijiji, na muhuri unaotakiwa ni muhuri wa nani? Wa mtendaji wa serikali ya mtaa. Hapo nimekuongezea hapo eh, katika kipengele gani iko iko cha hamsini na ngapi, hamsini, hamsini na tisa, sitini, na kuandikwa barua kwa utambulisho wa mkazi So, so kugongerwa muhuri tu kwenye fomu ya NIDA inatosha? uh -uh. lazima uwe na fomu ya utambulisho ambao unaipata katika serikali ya mtaa ambayo itakuwezesha ukifika kule wapi, NIDA wakutambue wewe ni mkazi wa eneo gani. Asani, hapo tumeelewana. Ambatanisha nya, nyaraka zifuatazo, vitambulisho vya lazima, yani hivi vitu walivyoviandika ni lazima uwe navyo, otherwise hauna basi sidhani kama utapata au so sio sidhani huwezi kupata, kwa sababu huu ndio utaratibu. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa uambatanishe cha lazima ni cheti cha kuzaliwa. Bila cheti cha kuzaliwa hasa hasa, japokuwa hapa sijaona, labda nitaona chini, kwa wale waliozaliwa mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka themanini kurudi nyuma, kama sikosei, wenyewe wana wanaweza wakaenda bila cheti cha kuzaliwa, lakini wa 80 mpaka 2025 yoyote mwenye amefikisha miaka 18 lazima uwe na cheti cha kuzaliwa. Lakini pili ni barua ya utambulisho wa makazi kutoka serikali ya mtaa unakoishi. Barua ya utambulisho ile kuelekeza pale juu wa awali, lazima uwe nayo, bila hiyo huwezi ukapatiwa usaidizi wowote. Lakini pia cheti cha kuzaliwa au kitambulisho cha taifa cha mzazi mmoja, ushaelewa, usha ko lazima ukienda uwe na cheti na kala hiyo, ana ushaitoa kopi na yenyewe, ambao ambayo ume scan umeitoa kopi au umeitoa kopi, unaambatanisha ambayo inatakiwa iwe cheti cha kuzaliwa cha mzazi mmoja au kitambulisho cha NIDA cha taifa cha mzazi mmoja. Sasa cha baba na mama au mama ni wewe, sasa sio mimi, umeona? Lakini pia kuna vitu vya ziada vya kuambatanisha E, wenyewe wanasema ambatanisha viambatanisho vya, vya ziada e, ulivyonavyo kati ya vifuatavyo kimoja. Cha kwanza hapo ameweka na vyeti vya masomo msingi, sekondari na chuo, pasi ya kusafiria ni passport, lakini ya tatu leseni ya udereva, ya nne ni namba ya uthibitisho ya mlipo kodi, yani tin number, tin number kama unayo kama ulianza kupata tin number kabla NIDA. Kwa unatakiwa uweke kadi ya bima ya afya, kama unakuwa na kadi ya bima ya afya wala unatumia NHIF, hey, ule sio wale mbaya, wanatumia nyingine nyingine, sio mbaya. Kitambulisho cha Mzanzibari mkazi wana kwa wale wanaotokea Zanzibar. Wasilisha, tunashuka chini, wasilisha fomu yako ya maombi kwenye ofisi ya ofisi ya usajili wa NIDA wilaya unakoishi. Katika kila wilaya kuna ofisi ya NIDA ambayo unatakiwa hiyo fomu yako uliyoandaa uipeleke katika hiyo ofisi husika. Sasa wewe jazia Kinondoni, alafu uipeleke Ilala, automatic hautapokelewa au hautopewa, hautapewa usaidizi wote na utaishia kulaumu kuwa kupatia huduma kumbe hujafuata utaratibu. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Wilaya unapoishi kwa ajili ya kuchukuliwa alama ya kibaiolojia e, kupigwa picha, kusaini kwa, kwa elektroniki na kuchukuliwa alama ya vidole. Hivi ni vitu muhimu sana kwa sababu, kwa sababu kuna watu wanakuja inbox wakinitaka niwasaidie kupata namba za NIDA. E, labda wengine wenyewe na akaa najua labda mimi nina namna natengeneza namba yani, hapana hapana, lazima ufike katika ofisi upigwe picha yani passport, usaini kwa sababu pale utapewa kikalamu fulani utasaini, lakini pia uta, utaskani alama ya vidole ili kupisha hatua zinazoendelea. Umeona mavazi ya kuzingatia wakati wa usajili? Umeona kuna tatizo lingine la mavazi. Kuna watu wanaenda wamevaa nguo zile ambazo huwezi kuingia katika ofisi za serikali tufuate utaratibu ambao uvae nguo za kiraia ambao unaweza kuingia katika ofisi yoyote ya serikali. Twende tukasome maelezo yake. ili picha ya mwombaji wa utambulisho wa taifa itoke katika ubora wake eh, uliokusudiwa pindi unapowasilisha fomu ya maombi ya barozi eh, kwenye ubarozi husika, kupigwa picha na kuchukuliwa alama ya vidole, unashauriwa kuvaa nguo nyeupe, kijivu, bluu mpauko, pinki au nguo za kung'aa jezi, nguo zenye nembo, michoro au maandishi, kofia au yoyote eh, na kutopaka hina vijanjani. Unaona? Kwa ukiwa na hina sijui makucha ile unaweza usifatiwe huduma. Pia nadhani hapo tutakuwa tumeelewana, tufuate utaratibu eh, ili alama za vidole zionekane kirahisi. Kwa ukienda na mikucha yako hapo au ukaenda umepaka hina naoskani baadae unaweza wakashindwa usajili au kupata huduma kupitia NIDA yako. Hatua nili, ile, ile, nili, ile so, mbalimbali za usajili na utambuzi wa watu ujazaji wa fomu wa nini wa utambuzi wa usajili uhakiki wa alama ya fomu ya maombi uingizaji wa taarifa kwenye mfumo wa kompyuta, kuthibitisha taarifa za mwombaji zilizo katika mfano wa kompyuta, utengenezaji wa daftari kuu la taarifa ya mtu wa uhakiki wa mwisho, uchapaji wa uhakiki ubora wa utoaji vitambulisho, ufafanuzi wa mambo ya msingi inayohitajika e, kwa baadhi ya hatua e, usahili tajwa hapo juu na pamoja pa hiyo mona Usajili eh, usajili ujazaji form eh, biographic data. Muombaji wa kitambulisho yani raia mgeni ama mkimbizi anatakiwa katika ofisi eh, anatakiwa katika kituo eh, kituo ofisi ya usajili na vivuli yani kopi yani haraka kwa kuwapaanisha mkazi, uraia na umri wake kama ilivyosainiwa ilivyo nini ilivyo ilivyo ilivyoainishwa hapo juu kipengele cha mahitaji ya kila kundi wakati wa usajili. Uchukuaji wa alama kibayolojia, hatua hii ya usajili unajumuisha upatikanaji upatikanaji wa taarifa ya mwombaji katika mfumo, uchukuaji wa alama ya vidole, picha eh, na utiaji wa saini, ambapo kuna mambo ya msingi mwombaji kuzingatia ni kwa ajili ya ubora mwonekano mzuri wa picha, mwombaji anashauriwa kuvaa nguo nyeupe, pinki, kijivu huko blue, kijivu blue huko e, na nguo zenye rangi ya kung'aa, kutovaa kofia na aina zote za nguo ambazo zitakuwa hazikubaliki. Ili kurahisisha zoezi hili, mwombaji ana unaombwa ufika kwenye ofisi kituo cha usaidizi nyara na nyaraka ardhi original, usiende na fake fake, utajipotezea muda mwenyewe, kwa sababu utakuwa uta, uta, uta, uta unarudishwa kila wakati. Mwisho wa siku utaona kila mtu mbaya, kumbe wewe hujafuata utaratibu kudhibitisha uraia na umri e, eh, mathalan cheti cha kuzaliwa, passport, vyeti vya elimu msingi, sekondari, rosinia udereva, kitambulisho cha bima ya afya, kitambulisho cha manene mpiga kura na kitambulisho cha mzanzibari mkazi kwa wale wanaotokea Zanzibar. Uhakiki na uwekaji wa pingamizi Mamlaka ya vituo vya taifa yaani NIDA katika hatua hii inakuwa ikiendelea, ikiendesha zoezi la kupokea maoni ya uwekaji pingamizi kutoka wananchi juu ya wakazi waliofanya maombi kupatiwa vitambulisho vya wa taifa, uhakiki wa mwisho wa taarifa ya umbaji kabla ya kuanza uchapishaji na ugawaji wa vitambulisho kwa wakazi, ambapo wamekamilisha hatua kuchukuliwa alama ya kibayolojia, picha, alama na saini eh, kielektroniki NIDA kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama ya mitaa, vyombo vya usalama, wananchi kwa ujumla, inakuwa ikipokea taarifa za maoni na pingamizi e, kutoka kwa waombaji vitambulisho vya taifa, wakazi, wakazi wa maeneo husika. Hii ni hatua muhimu sana. Maelezo haya mengi mengi mengi, lakini nadhani na, kwa ni jisome kwa kumalizia, kwa vile ndio mwisho. NIDA inawaomba wananchi kuwa wazalendo, kujitokeza kuhakiki taarifa zao za waombaji wengine na kutoa pingamizi bila upendeleo uone wala kukomwana ugawaji wa vitambulisho. Hapa ndipo muhimu sana. So na nambapo ninakuaga na, na, na maswali, napokea maswali mengi kuhusu hapa. Muombaji anatakiwa katika kufika katika ofisi ya eh, usajili ofisi uliyoenda kujisajilia ile ofisi uliyoenda kusikinia bidondo, anatakiwa kufika katika wilaya husika ama kulingana na maelekezo matangazo yanayotolewa katika eneo hilo ili kupatiwa kitambulisho chako kwa kisi, kisi, kisi, nini kwa kuzingatia kuja na risiti maalum aliyopatiwa na NIDA wakati akiwasilisha na kuchukua alama za kibaiolojia maona, huo ndio utaratibu. Sasa basi kama wewe itakuwa ulishafanya yote haya, bado hujapata kitambulisho chako cha NIDA, namba yangu kama unavyoiona WhatsApp utancheki, ni kusaidia kupata namba ya NIDA, lakini pia nikupe mwongozo wa jinsi ya kupata kitambulisho chako cha NIDA. Nikutaarisha tu unapokuja inbox, tambua sio bure. Kuna kiasi kidogo utabidi uchangie ili kuweza kufanikisha hilo. Nikutakie siku njema. Ni kama mara ya kwanza kutazama channel hii na ni kutazama video hii kwenye channel yetu pendwa Rajab Synic, subscribe, ku like, comment na ku share ili uwe wa kwanza kupata kila update mpya ambayo tutakuwa tunaposti katika channel yetu pendwa Rajab Synic. Nikutakie siku njema. Bye bye.